Mpenzi mtazamaji, um, subscriber wa, wa channel hii ya The One Man Army TV. I hope mko poa, mko fresh, mko okay. Mchana yenu imeenda vizuri, nawatakia kila la heri. Asanteni sana kwa kutegea hii channel ya The One Man Army TV. Wale wame subscribe, thank you so much. Wale hawaja subscribe, na waomba wa subscribe ili YouTube ipate kuwajuza penzi mtazamaji members, subscribers, kila kukicha dunia hii mambo hutokea kila wakati, kila wakati, kila dakika, kila sekondi, kila sekondi mambo hutokea tokea mapya, mambo mazuri na vile vile mambo mbaya, mambo ya kuhuzunisha na vilevile vile mambo ya kufurahisha. Hii ni msururu wa habari, mkusanyiko wa habari. Pakistan na India kule kumepamba moto. India imesema haiwezi ikanyamaza hadi watakapolipiza kisasi na watakapolipiza kisasi, itakuwa ni ile kisasi ya hali ya juu ya uchungu, ile deep, ile ndani kabisa, na wamesema kwamba wanajua Pakistan imehusika, Pakistan imehusika kwa kile kitendo ambacho kwamba kilitokea kule Panagram Kashmir ambapo watalii ishirini na wasita walipigwa risasi na kuuawa na watu ambao kwamba wanashukiwa kuwa ni magaidi washambulizi kwenye eneo la mteremko kule Kashmir, na wengine wengi kupata majeraha. Jambo hili limeshutumiwa na baadhi ya na uh, nchi duniani ikiwemo Taliban na Saudi Arabia na nchi zingine, wameshtumu na wameikashifu sana kitendo kama hicho. India wamesema wamechukua hatua, wametangaza ya kwamba wamefutilia mbali visa ya usafirishaji ya kusafiri kwa raia wa Pakistani walioko India na wameambia wale ambao kwamba raia wa India, wa, wa Pakistan wako India waondoke mara moja. Vilevile wame mkataba ya biashara wamesimamisha. Vilevile India imesema imesimamisha mkataba wa kutumia maji katika bawa la ama bahari ama mteremko ama ziwa ya Hindu ambao kwamba walipiga waliweka mkataba miaka 1960 na ambapo nchi hizi mbili zilikuwa zina share zinagawanya yani, zinatumia kwa pamoja maji hayo, kitu ambacho kwamba Pakistan wamesema hiyo ni utangazaji wa vita kwa kuwafungia maji. Vile vile India wamewatimua ambassadors ama baadhi ya ma, maafisa ma, ma, ma, ma, ma, ubalozi wa Pakistan walioko kule India, mambo mambo mengine mengi na waka, pia India wamesema wamefunga nini, wamefunga boda, wamefunga Angaya, yao kwa ndege za, za Pakistan na vile vile wamefunga ile kitu inaitwaje? Wamefunga boda boda inaitwaje kwa lugha ya Kiswahili? <laughs> Wame, wamefunga boda yao kwa raia yoyote wa Pakistan kutoingia chini India, na wamesema yenda wameweka jeshi yao katika hali ya tahadhari, yenda wakilipiza kisasi dhidi ya Pakistan kwa kuhusika kwa kutuhumiwa kuhusika kushambulia raia wake ambao kwamba walikuwa wakitalii katika eneo ya Jammu Kashmir. Pakistan nao pia wamesema wamelani vikali, wamesema wao pia nao hawakuhusika, wamekana kabisa hawakuhusika. Pakistan wamesema iwapo India wataishambulia nchi hii nchi ya Pakistan, basi Pakistani itajibisha, yaani itajibiza, itajilinda na kujibiza kwa kiwango sawa na kile ambao kwamba India itakuwa ikitumia. Kwa hivyo wametangaza majeshi yao Pakistan katika hali ya tahadhari. Pili, wame, wame, wame, wale hiyo wame, ubalozi wa, wa India ambao kwamba uko iko Pakistan wameisusha hadhi ni wameiteremsha yani, hadhi yake. Baadhi ya maofisa wa India walioko kule katika balozi wameambiwa warudi nyumbani kwa hivyo ni tit for tat. Alafu wamesimamisha um, maelewano ya biashara. Pia wames, wame, wamesema kwamba ndege yoyote ya India haitaruhusiwa kupita eneo hilo au raia ndege yoyote ile. Kwa hivyo ni tit for tat. Kumbuka, hizi nchi mbili India na, na Pakistan zote ziko na silaha ya nuclear, nuclear. Kwa hivyo mambo si mchezo, wacha tuone mambo haya yakiendelea, yataendelea mpaka vipi. Alafu jambo nyingine tena nataka kueleza ni, ni Amerika imeionya sana Zelenski na kuambia kwamba akicheza Urusi itaitoa nchi yote ya Ukraine, hakutakuwa na nchi ya Ukraine. Umesikia hilo? Ndio onyo ambayo kwamba, kwa asipochunga, basi Urusi itaitoa Urusi in usiku ya kuamkia leo ilirusha makombora aina ya drone karibu mia mbili na kitu, zaidi ya mia mbili na kitu, kule katika jiji la Kiev, mji mkuu ya Ukraine, makombora aina ya drone. Ukraine pia nayo ilijibisha karibu na makombora thamanini na tano aina ya drone kuelekea wapi? Kuelekea Urusi. Kwa hivyo mambo yanaendelea kupamba moto. Mambo yanaendelea kupamba moto. Eh? Tutoke hapo, tuje wapi? Tuje huku Kenya. Kenya. Habari ya Kenya ni msichana wa miaka kumi na tatu kaliwa na simba katika kaunti ya Kajiado msichana huyo mwenye umri wa miaka kumi na tatu alikuwa akicheza na, wa, na watoto wenzake nyumbani kwao simba mara ghafla bimvu akavamia akamchukua mwili wake ilipatikana baadaye ikiwa imeliwa asilimia thamanini imekuliwa na simba nyumba yao iko karibu na, na inaitwaje um, How do we call park? <laughs> eh yeah? sehemu ya ulindaji wanyama ama kambi ya wanyama, yani sehemu ya wanyama misitu, yeah? Kenya, viongozi wamechukua ardhi yote mpaka wananchi wanaenda kujenga karibu, na nini na karibu na, yeah? na mbuga ya wanyama hmm? Basi wameliwa pia. Habari natoka kule Kenya kwamba mtu mmoja katika um, kule Kiambu kule sehemu ya mlima wa Kenya aliweza kauawa na ndovu. Imepatawa habari ya yeah. Hiyo habari pia ndo hiyo imeingia pia vile vile katika habari nyingine kule Kenya, ni mmoja wa maofisa ambao kwamba, ambaye anasindikiza rais yani presidential escort, ofisa mmoja ameuawa kwa njia isizojulikana la Kenya. Mpenzi mtazamaji wa wa channel hii ya The One Man Army TV, baki hapa hapa, bwaga comment na uniambie ni maoni yako nini kuhusiana na masala kama hayo, tukiendelea kuwaletea habari, nikiendelea kuwaletea, nikifanya research. Kesho kutwa pop hata hatazikwa kama vile nilivyowaambia na ma, maandalizi yanaendelea kufanywa kwa wale wadhehebu ya Katoliki pia wako katika hiyo mambo ya, ya maombolezi. Viongozi kadhaa wa kadhaa duniani wako karibu kuingia, wengine hata wameshaingia, wako huku Rome tayari. Haya, tutakutana, nitawaletea habari kemkem. Okay, huyu ni The One Man Army Tv, subscribe na wale wame subscribe, asanteni nashukuru sana kwa kunipa nguvu na kunitia moyo